Yes, kumbuka kwamba siku ya jana niweza kukupa taarifa kuhusiana na eh, ishu ya Trump kuweza ku, ku, ku, kuzuia nchi zaidi ya kumi na mbili kuweza kuingia eh, katika nchi ya Marekani ambapo pia sasa eh, katika nchi hizo au baadhi ya nchi hizo ni kama vile Afghanistan, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, eh, Chad, Jamhuri ya Kongo, Guinea ya, ya, ya, eh, eh, ya, ya Ikweta eh, lakini pia hapa kuna Venezuela, Laos, Burundi, Sierra Leone, Togo na eh, Turkmenistan. Pia zinaweza zikawa ni vikwazo vya sehemu ambapo pia viza za kudumu na baadhi ya viza ya muda zimeweza kusitishwa, lakini baadhi ya safari za muda mfupi bado zitaruhusiwa. Hiyo ilikuwa ni taarifa ya Trump ambayo pia iliweza ku iliyotoka eh, siku ya jana, na nchi nyingi pia baadhi wengi wameweza kushtuka, lakini pia kuweza eh, eh, kuona kwamba kuna namna gani vipi ya sisi kuweza kuhudhuria kuingia eh, nchini Marekani. Sasa Chad ilikuwa ni moja kati ya nchi ambazo pia na yenyewe ilikuwa imeingia katika mkumbo wa kuto kuweza kuingia katika nchi ya Marekani. Sasa rais wa Chad ambaye anafahamika kwa jina la Mahamat Idriss Derby, eh, maarufu Jenerali Kaka, ameweza kupiga marufuku nchi yake kutoa viza kwa raia wa Marekani ambao pia wanataka kutembelea nchi ya Chad, akisema kwamba amefanya hivyo kulipa kisasi mara baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuweza kutia saini ya tangazo la kupiga marufuku raia wa nchi kumi na mbili kuweza kuingia eh, Marekani ikiwemo Chad. Sasa, taarifa zinaendelea kusema kuwa kwamba rais huyo eh, Mahat ameweza kusema kwamba Chad, ambayo ni nchi ya Afrika, haina ndege wala mabilioni ya dola ya kuwapa Marekani lakini wanao uadilifu na utu wa kuweza eh, kuulinda. So mshikaji kama hataki dharau fulani bi rais kutokea kule Chad eh, kutokana na taarifa ambazo zilikuwa zimetoka. Ni nchi nyingi sana ambazo pia eh, Rais Donald Trump ameweza kuzuia kuzipatia visa lakini pia kuweza kushiriki jambo lolote kuhusiana eh, na kitu chochote ambacho kinakuwa kinaendelea katika nchi ya Marekani. Sasa rais huyu wa Chad ameamua kuweza kujibu na ndio maana amesema wazi kabisa ni kwamba analipa kisasi ya kile ambacho Donald Trump aweza kusaini mkataba huo kuhusiana na nchi hizo. Sasa tangazo la Trump pia linawazuia kabisa na kuweza kuweka mipaka raia wa nchi hizo kuweza kuingia katika nchi ya Marekani. Mataifa hayo kama nilivyokutajia hapo awali, Afghanistan, Mayal, Chad pia ikiwemo Congo, Guinea ya Ikweta, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan pamoja na Yemen na nchi nyingine nyingi zaidi ambazo zimeweza kuuzuia. Sasa na Chad na wao wamemwa kuja hiyo na wao kwamba, hawatotoa visa kwa mtu yeyote ambaye anakuwa anatokea katika nchi ya Marekani ambayo anataka kwenda kuitembelea katika nchi yao ya Chad. Sasa Mahat aliweza kuchukua madaraka Aprili mwaka 2021 2 kufuatia kifo cha baba yake Idris Deby ambaye alifariki mara baada ya yeye kuweza kujeruhiwa katika mapigano kwenye uwanja wa vita, na ndio maana akaamua kuweza kushika nchi na mpaka sasa hivi ndiye anayeongoza, na ndio maana ameamua kutoa kabisa amri kwamba na wao hawataki mtu yoyote kutokea Marekani kuweza kutembelea nchi yao, kwa sababu wao wameweza kuzuiliwa kuweza kuingia katika nchi ya Marekani. Yapi maoni yako kuhusiana na swala hili, lakini pia e, Trump kuweza kuzuia nchi zaidi ya 12 kuweza kuingia katika nchi ya Marekani. Sasa drop comment yako hapo, like, comment, share utakometisha kinomanoma.